Tungekuwa watu wa ajabu kama tungetembea kuonesha miradi ya Dkt. Samia Suluhu Hassan aliyoitekeleza kwa miaka yake minne katika nchi yetu ya Tanzania, kama tusingefika kwenye mradi huu, mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, mradi ambao umechukua matilioni ya pesa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu ili kuwatoa watanzania katika giza. Hapa mbele yangu niko na mainjinia wa Tanzania, mainjinia wazawa wanaoujua huu mradi kuanzia sifuri mpaka sasa hivi tumefikia asilimia tisini na tisa nukta nane saba. Niko na mainjinia wangu watatuambia ni jinsi gani serikali ya awamu ya sita imepatisipeti kwenye mradi huu kuhakikisha unakamilika kwa asilimia mia moja, lakini pia mainjinia watatuambia ni changamoto gani walizokumbana nazo wakati wa utekelezaji wa mradi huu na hii itatupa taswira kujua viongozi wetu wamepambana kwa kiasi gani kuhakikisha mradi huu unakamilika na umeme unaingia kwenye gridi ya taifa. Niko na, na mtaalamu eh, nitambulishe kwa majina embeni, eh, baada ya hapo utuambie, ah, nami nitakuwa nakuuliza maswali mawili matatu, ni nini kinachoendelea hapo. Nitambulishe kwa majina, mzee wangu. Asante sana baba Revo, yeah. Eh, kwa, kwa majina anaitwa Mhandisi John Ndaki John Ndaki, naam, ni msimamizi yeah. wa idara ya matengenezo katika e, mta, katika mtambo huu yeah. wetu wa bwawa la Julius Nyerere yeah. Naam, mpaka sasa hivi mitambo nane iko tayari na inazalisha na imeingiza umeme katika gridi ya taifa. okay. na wananchi kule wanaendelea kutumia matunda ya, ya, ya hizo mashine nane. okay. mpaka sasa hivi tunazalisha mega megahati 1880 kwa mitambo hiyo tisa. Okay. Mtambo uliobakia ni mtambo mmoja maana e, E, hu, huu mradi wetu una idadi ya jumla hmm. ya mitambo tisa. Mitambo tisa na kila mtambo mmoja unazalisha megawatu. Kwa hiyo umebaki huo mtambo mmoja ambao, huo, huo mtambo mmoja tunatarajia ndani ya mwisho wa mwezi huu na wenyewe t tumeingiza kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo uh, mtambo uh, namba na, na moja, maana mlianza kufunga kuanzia mtambo namba tisa, nane, saba mkashuka chini na. mpaka namba mbili, umebakia mtambo namba moja. Mwezi huu wa tatu tayari utakuwa uko sawa na asilimia mia moja ya mradi huu utakuwa umekamilika. naam, naam. tunashukuru sana hmm. uh, moja kati ya vitu ambavyo nitaka ni, nitujue mradi huu tunakumbuka ulianzishwa na uh, rais hayati John Pombe Magufuli, na nataka kujua mpaka siku rais wetu John Pombe Magufuli anatuacha hmm. uh, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi, mradi huu ulikuwa umetekelezwa kwa asilimia ngapi? na nguvu aliokuja kuiweka rais wetu wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kwa asilimia ngapi? Asante sana ndugu mtangazaji, yeah. E, mpaka marehemu mheshimiwa Dr. Magufuli anatuaga, ana, ana, ana, yeah. mradi ulikuwa ni asilimia 32. 32. Naam. Na kwao ulihitaji asilimia 50 50 68 na nane Naam. ili uweze kukamilika naam naam, ndio nguvu alibakia nayo mama. hii ndio ndio dio, dio. Ehe. kwa hiyo baada ya mama kuingia madarakani akaanza kupambana kuanzia hiyo yeah. asilimia thelathini na mbili mpaka leo mimi na wewe tupo hapa, ameifikisha hiyo asilimia tisini na tisa nukta nane saba kwa kweli tunamshukuru sana mama <laughs> kwa kujitoa kwake na kuhakikisha kwamba huu mradi ameutekeleza bila kusuasua, na nikuongezee jambo jingine Ehe. mpaka mradi unakamilika Ehe. hakuna hata shilingi tano ambayo tulikuwa tunadaiwa na mkandarasi kwamba tumemchelewesha kumlipa. Kila senti inayohitajika, yeah, mkandarasi anapata kwa wakati, ili mradi uendelee kufanyika. Uh, mpaka leo hii tunaona kazi kubwa imefanyika hapa. Dr Samia Suluhu Hasan ameweka nguvu yake kwa asilimia sitini na nane kuhakikisha mradi huu unafanikiwa, na kwa maneno yao wanazungumza wazi kwamba kwa, kwa, kwa mkandarasi wa mradi huu, Dr Samia Suluhu Hasan hana deni kazi kubwa ameifanya na amelipa kwa wakati kwa muda wote bila kusuasua. Ama kweli Tanzania inapendeza kisasa. Ilani ya chama rais Samia anatekeleza.